Wagombea wanaendelea kujinadi kwenye majukwaa kwa kutoa sera zao kuwashawishi wapiga kura zikisalia siku ishirini na nane kabla ya kuchagua madiwani, wabunge, wawakilishi na rais. Ahadi kuhusu masuala ya huduma za kijamii ndio zimetawala. Mikutano ya kampeni, wagombea urais wakieleza kuboresha au kuwezesha kupatikana kwa huduma hizo, lakini nini maoni ya wananchi? Mfano miundombinu. Bidhaa zimekuwa na gharama sasa hivi, gharama sana. Bidhaa mbalimbali kimchele, maharage na vitu mbalimbali hospitalini mbali. Sasa kama hadi zitakuwa ni sawa zitaendana na, na vile wanavyotamka na kuja kutekeleza tutashukuru. Fursa zaidi ziongezeke, kwa mfano mikopo itolewe katika sekta ya usafirishaji. Hapa wadau wa masuala ya maendeleo na elimu wanaeleza ahadi zinazotolewa kuhusu maeneo hayo. Walioko mjini wanaweza sielewe picha hii tunayozungumzia, lakini kwenye maeneo ya vijijini e, kama vyama na serikali ikijikita kuhakikisha kwamba e, elimu inahusishwa zaidi na wale ambao wanaweza kuwasaidia wanafunzi kujifunza kwa maana walimu, na ikawekeza kwenye eneo hilo, ubora wa elimu unaweza kubadilika, na wasomi wetu watakuwa na tija na faida kwa taifa kwa jumla. Lakini ahadi ni, ni ahadi ambayo inaweza ikachukua miaka kumi mbele. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ana uwezo wa kujiuliza, unaweza ukaona kabisa kwamba hizi ahadi zingine haziwezi kutekelezeka. Lakini sasa kama Tanzania tungekuwa na katiba ambayo inasema kwamba hata kama akitoka rais huyu akaingia rais mwingine, kwa yale ambayo yameahidiwa yaendelezwe, pengine tungekuwa na uhakika kwamba kweli mengine haya yanayosemwa yanaweza kutekelezeka. Je, ahadi hizi zinatekelezeka na zinagusa maisha ya kila siku ya mwananchi, kwamba biashara zitaboreshwa, mazingira yatafa, ulipaji wa kodi uta..., wafanya biashara wadogo wataangaliwa, e, tutaimarisha labda masoko tuta e, barabara, kwa sababu barabara ni uchumi, barabara fulani itajengwa. Ukijenga barabara uta, uta, utaona tu maeneo yalikuwa hayana barabara, leo ukisha kujenga tu barabara, kiwanja uwezi kununua tena, vitu kama hivyo ambavyo, na hili unaamini una, una kabisa katika uchumi, hili likitekelezeka uchumi utakuwa ni ahadi ni ahadi tu, lakini unaipima, unachoahidiwa kina uzito huo, kitaweza kweli kwa muda huo anaoweza kueleza mgombea. Kutoa ahadi ni kitu kimoja na kuzitekeleza ni kitu kingine, na hilo ndilo msingi wa wananchi kujitokeza katika mikutano ya kampeni kusikiliza sera wagombea, ili kuchagua mgombea kulingana na sera zake na ilani ya uchaguzi ya chama husika. Sheila Mkumba, Azam News.